Natumaini umewahi kusikia neno shinikizo la damu. Natumaini umewahi kusikia neno blood pressure hata zaidi ya mara elfu moja kwenye ofisi za madaktari, matangazo ya kibiashara, au hata ndani ya familia zetu. Lakini je, umewahi kusimama na kuuliza, ni kipi hasa kinachosababisha shinikizo la damu mwanzoni kabisa, na kipi kinachosababisha hali hii kupanda zaidi? Niko hapa kukupatia majibu yote. Twende pamoja. Kabla hatujazama kwenye kuzijua sababu, kwanza tunapaswa kuelewa jambo hili. Shinikizo la damu ni kani ambayo damu inatumia ili kuweza kujisukuma dhidi ya kuta za mishipa ya ateri na kuweza kutembea ndani ya mwili. Tumsikilize daktari anatufafanulia zaidi. Kiafya, kiwango cha kawaida cha mwanadamu cha presha ni 120 kwa 80. Kiwango cha juu cha presha yani moyo wako unasukuma damu kwa kila pigo. Ateri zako ndizo zinatumika kama njia kuu kupitisha damu kuelekea kwenye viungo vyako. Shinikizo yaani presha ni lazima iwepo, la sivyo hewa ya oksijeni na virutubisho havitaweza kufika vinapotakiwa. Hivyo shinikizo la damu sio kitu kibaya, ni kitu kizuri kwetu, ili kuweza kuishi. Tatizo huanzia pale tu shinikizo hili la damu linapokuwa juu sana, yaani blood pressure inapopanda zaidi. Hivyo chanzo kikuu cha hali hii ni vizuizi ndani ya mishipa ya ateri. Hivyo mzizi mkuu wa tatizo hili ni vizuizi, yani resistance. Vizuizi ni nini? Chukulia unamwagilia maua kwa kutumia mrija wa maji, harafu uminye mrija kwa kupunguza nafasi ya kupita maji kitakachotokea ni kwamba kasi ya maji itaongezeka sana kutokana na ule mgandamizo. Ateri zinafanya kazi kwa mtindo huo. Pindi ateri zako zinapokuwa wazi na nyumbulifu, damu hutiririka kwa urahisi, tofauti na zinapojiminya kukazika ama kuwa ngumu. Moyo utalazimika kusukuma damu kwa nguvu ili damu iweze kupita, na hapo ndipo shinikizo linapopanda. iko hivi kadri damu yako inavyozidi kukutana na vikwazo ndivyo shinikizo la damu linavyozidi kuwa juu. Kitaalamu, vikwazo hivi hujulikana kama vascular resistance na ndio chanzo kikuu cha matatizo ya shinikizo la damu kama vile hypertension. Je, ni kipi kinachosababisha vikwazo, yaani resistance kuongezeka? Tumesha jua kuwa tatizo ni hivyo vikwazo vilivyotajwa. Swali lingine la kujiuliza ni je, kipi kinachosababisha hivyo vikwazo? Hapo ndipo mitindo ya maisha na tabia zinapohusika. Machaguo ya kila siku na hali ya mtu husika hufanya ateri kusinyaa ama kuwa ngumu, hugeuka vikwazo na kupelekea shinikizo la damu lisilo la kawaida. Mfano, chumvi nyingi kwenye chakula husababisha mwili kuwa na maji mengi ya ziada, hivyo kuongeza ujazo wa damu kwenye mishipa. Pia msongo wa mawazo huweza kuamsha homoni zinazosababisha mishipa ya damu kukaza. Uzito mkubwa pia umaanisha kazi kubwa kwa moyo kusukuma damu kwenye mwili. Mtu kuto kufanya mazoezi hupelekea arteries kukaza na kuto kuwa nyumurifu. Uvutaji wa sigara pia huweza kuharibu tabaka la ndani la mishipa ya damu, kupelekea kusinyaa ama kuwa migumu. Hivyo basi, sio tu tunapaswa kuwa na afya ili kuepuka visababishi vilivyotajwa, bali pia tunapaswa kusaidia damu yetu kutiririka kwa uhuru na moyo wako kuto kufanya kazi ngumu kupita kawaida. Unaweza ukajiuliza, vipi kama shinikizo la damu lipo kwenye familia yenu? Hiyo ni sawa, urithi pia unaweza kuchukua nafasi. Baadhi ya watu figo zao haziwezi kuhimili chumvi, lakini habari njema ni kwamba kwa watu wengi mtindo wa maisha ndiyo kila kitu katika tatizo hili. Kulingana na ripoti ya shirika la afya duniani WHO, inakadiriwa kuwa asilimia 80 mpaka 90 ya kesi zinazohusisha shinikizo la damu huchochewa na mitindo ya maisha, sio urithi kama ambavyo imekuwa ikitafsiriwa na watu wengi. Hii ina maana kuwa hujakwama wala hujaangamia, hata kama wazazi wako walikuwa na shinikizo la juu la damu. Kubadilisha tabia yako kutapunguza hatari ya kupata tatizo hili. Sasa umejua kuwa ateri ndiyo njia kuu ya damu yako, vikwazo ama resistance ndiyo kama foleni katika njia kuu, uchaguzi wa mtindo wa maisha ndiyo mwongozo wako, hivyo pindi unapopunguza hivyo vikwazo kwa tabia njema, kama vile kula mlo sahihi, kutembea mara kwa mara, na kupima afya mara kwa mara kutafanya njia kuu kuwa rahisi na hivyo kurahisisha kazi ya moyo.